Danieli alikuwa kijana Myahudi aliyepelekwa utumwani Babeli. Hata akiwa mbali na nchi yake, hakuwahi kusahau imani yake kwa Mungu. Kwa hekima na uadilifu wake, alipata heshima kubwa chini ya Mfalme Dario. Lakini wakuu wenzake walimwonea wivu, wakatafuta kosa la kumwangamiza. Walipoona hana kosa lolote, wakamshawishi mfalme kutoa amri kwamba mtu yoyote atakayemwomba Mungu mwingine isipokuwa mfalme atatupwa kwenye tundu la simba. Danieli hakutishwa, aliendelea kuomba mara tatu kwa siku kama kawaida yake. Wakamkamata na kumpeleka kwa mfalme. Ingawa mfalme alimpenda, alilazimika kutekeleza amri hiyo. Danieli akatupwa kwenye pango lenye simba wakali. Usiku ule mfalme hakuweza kulala, akimuombea kimoyo moyo. Asubuhi alikimbia kwenye pango. Akipiga kelele, Danieli, je, Mungu wako amekuokoa? Danieli akajibu, Mungu wangu alituma malaika wake akawafunga midomo simba. Mfalme akafurahi sana, akaamuru Danieli atolewe na wale waliomshitaki wakatupwa badala yake. Kutoka siku hiyo, mfalme alitangaza watu wote waheshimu Mungu wa Danieli. Kisa hiki kinatufundisha kuwa Mungu huwalinda waaminifu wake na hakuna adui anayeweza kushinda nguvu ya imani ya kweli. Usisahau kusubscribe kwa channel yetu ya Simulizi za Biblia Kiswahili kwa hadithi zaidi zenye kutia moyo. Like, share na tazama hadi ya mwisho ili kupata somo la kiroho litakalogusa moyo wako.